Mtume anasema mtu anapoingia nyumbani kwake kitu ya kwanza anaomba dua ya kuingia nyumbani. Iwe ni nyumba yako isiyo nyumba yako, soma dua ya kuingia nyumbani, bismi llahi walajna wa bismi llahi kharajna wa ala Allah rabbuna tawakkalna. Ambapo leo waislamu wengi, hii dua haijui. Mtu anaingia ndani ya nyumba, anaingia bila dua, anaingia bila salam, anaingia na shetani ndani ya nyumba, yeye mwenyewe hana habari. Lakini unaposoma hii dua ukaingia na salamu alaikum shaitani wote wanabakia nje, na kama wako ndani ya nyumba watatoroka wataenda zao nje. Mtume anasema unasoma hii dua alafu unapoingia ndani ile nyumba unatoa salamu alaikum kwa sauti, unawaambia watu asalamu alaikum, iwe kuna mtu ndani ya nyumba ama hakuna mtu. Mtume anasema toa asalamu alaikum kwa sauti. Sasa utakaposema hii dua na ukatoa asalamu alaikum kwa sauti, wale majini katika wale mashaitani ambao wanaishi ndani ya nyumba kama ni mmoja atasema, na kama ni wengi watasema, leo tumekosa mahali pa kulala. Hawezi kulala ndani ya nyumba hii. Ni hadithi ya Mtume. Kisha Mtume anasema, utakapoanza kula ukasema bismillah, wale majini wanasema, la mabita lakum wala asha, hatuna mahali pakulala leo wala hatuna chakula, kwa sababu hawali chakula ambaye imesema bismillah juu yake. Sasa wewe ukifanya hivi kwa muda wa siku tatu, shaitani gani atakaa katika nyumba yako, ndugu Muislamu? Je, ukifanya mwaka nzima? Je, ukiwafundisha watu wako umri wao wote na mke wako na jamaa zako, sheitani gani atakaa katika nyumba kama hiyo? Tunapoingia nyumbani kwake, anahisi dhiki, hana raha, anamuona mke wake anatisha, anamuona anamuona mke wake anamsumbua, hana utulivu ndani ya nyumba yake. Akiwa nje anaona raha sana, kwa sababu anapoingia ndani ya nyumba anaingia na sheitani ana na yeye mwenyewe hana habari yeye mwenyewe hana habari yeye mwenyewe hana...